Pata gari ya kuenda kweli? Hasa unajua gari gari nazo siku hizi zinachelewa. Eh, zinachelewa zinachelewa aje? Eh, na sinabidi tufike mapema huko hivyo. Kufika mapema? Eh, na kweli? Eh, unajua? Okay. Na. Eh. Unajua, eh. Unajua una pesa? na nini? Kai, hivyo kufika mapema nyumbani. Unafamu pesa. Na. Eh. Pesa yetu imeko hapo mbona? Hebu tunataka pesa yetu. Wapi? Pesa, pesa, pesa. Hapa hebu kama ndani. Pesa yetu pesa pesa pesa yetu, Iko wapi? Sina pesa. Sasa leo tutapanda gari aje? Tutatembea mpaka town tu. Pesa imeenda, sasa tufanye aje? Tutembee mpaka sanga. Sawa.